Sikiliza, we utanionesha mimi yani, utanionesha kupitia kifimbo chako hicho ulichokivesha shanga kama watoto wa kike ambao wanadhalilika tu katika kijiji hiki. Sikiliza wewe, Ngoja mimi nikuoneshe kazi ndio utanijua kwamba mimi ni kadukwembe au kalkumbu. Sikiliza nyang'a wewe, ngoja nikuoneshe kazi. Kasongo, mbona unadondesha kojo kuliko kunipiga kombola? Endelea kutamba kingi. Sasa basi, ngoja nikuoneshe Na... ishia hapo hapo. Kazi yako ni kuolewa na ushaolewa, alafu yule ni mume wako, inatakiwa ufate matakwa yake. Bado tunamwaza dadako, lazima nimwaze, sijamwona muda mrefu sana. Dada yangu nimemkumbuka sana hmm. Sizani kama katoka kwenye imaya, ila nahisi kama kuna mtu huenda kamhifadhi ndani au kakimbilia polini. Naja mwanangu, nimemkumbuka sana wifi yangu. Takiwa fanya mchakato wa kumtafuta. Si unajua mume wake anatisha sana. Sawa, nitafanya hivyo. Sawa ko, naelekea wapi? Naenda hapo kwa shangangu. Basi sawa. Muna kumbe uongo, vita na hasira vinatoka wapi? Wapi kweli uko wapi? muna kumeja uongo, chuki na hasira zinatoka wapi? Wapi niliyemzani rafiki kumbe kweli ndo adui yangu

ndogo wangu, nilikuwa nafanya fanya tu mazoezi hapo. ah, sasa kama ni mazoezi ndo kwa stiri hiyo, alafu mbona nguo yako huku chini meloa? Shida nini kaka wewe? Mimi nishakwambia kwamba nafanya fanya mazoezi, wewe unachotaka nini, ni nini? mambo mengine yanakuhusu wewe? Elewa tu kwamba mimi nilikuwa nafanya mazoezi basi, kuelewa. ah, na vipi kuhusu swala langu nilo kuagiza kaka? Hivi shoga yangu, mi ni mtu wangapi? We ni mtu wa tano sawa. So, alafu shoga yangu, hivi naelewa wale hapa kijijini mm. Kusema kweli, mi mwenyewe sielewi, maana anajitokea ima utawal mm. na watu wawili, naogopa manzi. Hauna haja ya kuogopa shoga yangu, maana hata hivyo sio wanawake tumeshanganya nguvu, nabaki nazo wanaume utapata lazima hmm, niogope shogangu. Si unajua wifi yangu alivyopotea? Ni muda hajaonekana, wapi alipo? tuishia popo, shogangu, mdomo tusaidie kula, mingine tuyaache so. Giza linaweza mficha, kumbe nuru inamulika ndani ndani ya vita kuna picha, mwisho wa kuamua nani Macho yanaona nyumba imekwisha. Fredi, na wewe umeamua kuingia huku ndio hii? Ni ajabu sana ehe. Ni kipi aso kimekusibu wewe mpaka kuamua kuingia huku? tangu afariki dada yangu nimekosa kabisa faraja. tangu afariki dada yako umekosa faraja, sawa kwa hiyo umeamua kuingia katika ulimwengu huu ili ulipe kisasi cha dada yako au hmm? Na maana ipi? Maana nisingeingia huku, naamini na mimi wao wangeniua. Aha, sawa. Sasa nina jambo la kukushauri, nisikilize kwa makini haswa ili uweze kukizia mambo. Unahitaji nguvu na uzoefu wa kutosha. Nikikutazama yani kabisa yani. Wewe bado nguvu yako haitoshi. Hii vita ni kubwa ndugu yangu. Na je, ni kipi kimekufanya mpaka sasa huko hapa? Sawa, mimi nimekuelewa, lakini mimi nina mzigo wako. Mzigo wangu mimi? Ndiyo. Sawa, so, nipatie Na je, huu mzigo ni kwa ajili ya nini? Uh, huo mzigo ndio utatumika katika usafiri wako wa kumfuata yule kijana mgeni <tipa> tena ile kazi imelifanya mara dufu. Nilimfuata amempoa huyo kama maji mtungini. Ndio nimeuelekeza ni marufuku kuifuatilia familia yetu tu, lakini nina wazo. Eh, wazo gani hilo kaka? Nahitaji unyayo wake. Sasa kaka, naanzeji kuchota unyayo wake na ingali mimi sina ujirani naye? We usiwe mpumbavu wewe. Kuna muda mwingine unatakiwa ujiongeze. Sikiliza, we cha kukifanya ni kwenda pale nyumbani kwake, unajifanya kama mjaona na mda mrefu, sialiondoka mda mrefu ule, unaenda kumsalimia, unachota unywe wake uniletee hapo. Ah, sawa. Hilo limeisha, nimesha kuelewa kaka.

<laughs> Safi sana. Pia mwambie nashukuru sana. Unaweza kwenda. Uongo vita na asila vinatoka wapi, wapi kweli uko wapi? Muna kumeja uongo chuki na asila zinatoka wapi, wapi niliye mzani rafiki kume, kweli ndo wadui yangu kunifa kwenye ziki none ni chimbia kaburi langu, niliyemzani rafiki kumbe kweli ndo wadui ya wakunifa kwenye ziki, none ni chimbia kaburi langu. Pete naleta usaliti wa ndoa, wanatamani kuzivua mapenzi tu yakichanua, masumbuko yanachipua pete